Namna gani tukapata roho ya neema? Kuwa mwanafamilia. Usipokuwa mwanafamilia hauwezi ukainjoi yale yaliyomo ndani ya familia husika. Kama wewe ulizaliwa pengine, halafu ukachukuliwa ukalelewa kwenye familia nyingine, ambayo walikuchukulia kama mtoto wa ndani kabisa, utaanza kuinjoi faida zilizomo ndani ya ile familia. Nasema nami nitawamwagia nyumba ya Daudi roho ya neema na maombi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yuko nje ya nyumba ya Daudi hawezi kufaidi kilichomo ndani ya nyumba ya Daudi. Kwa hiyo pekee ambaye ana kigezo cha kupokea roho hii ya neema na roho ya kuomba ni yule tu ambaye ni mwanafamilia wa nyumba ya Daudi. Sasa Isaya anatuambia litatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi lake litazaa matunda, na Roho wa Bwana atakuwa juu yake, roho wa hekima, roho wa wa, wa, wa, wa shauri, roho wa nguvu, roho wa maarifa, na vitu anaongea pale, roho saba. Kwa kuna chipukizi kuna shina afu kuna tawi ambalo ini Yesu alitazaa matunda. Sisi ndio matunda, kwa hiyo njia mojawapo pekee ya kujiingiza kwenye familia ya Daudi, kwenye nyumba ya Daudi ni kwa kumpokea Yesu kama Bwana wa maisha yako. Kumpe Yesu maisha yako. Mtu yeyote ya ambaye hajampe Yesu maisha yake hawezi kuwa na Roho Mtakatifu, labda kama ana pepo, kwa sababu Roho Mtakatifu ataingia kwa mtu kama kigezo kimetimizwa, sharti limetimizwa. Mfano, Tanzania tuna sheria ya kwamba kama wewe sio raia wa Tanzania hauwezi ukaajiriwa ukawa mfanyakazi wa serikali ya Tanzania. Unaweza ukaingia nchini ukafanya kazi kwenye taasisi nyingine za, za, za binafsi na mashirika, lakini kwenye serikali lazima uwe Mtanzania. Hiyo ni sheria, na huku ni hivyo hivyo. Mtu ambaye ana kigezo cha kupokea roho ya neema ni lazima awe mwanafamilia, nami tawamwagia nyumba ya Daudi roho ya neema na kuomba kwa kama huko kwenye nyumba ya Daudi, hawezi kupokea roho ya neema. Usipopokea roho ya neema, unakuwa umekosa pakubwa, umekosa parefu sana, kwa sababu utakuwa unapambana kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, kwa juhudi zako, bila msaada wa kitu kingine. Na Mungu hakutuumba tusukume mambo kwa nguvu zetu, alituumba tusukume mambo kwa nguvu zake, na ndiyo maana alitaka tutumie akili ili tumtegemee yeye. Sasa tusitegemee nguvu zetu, tusitegemee uwezo wetu, tusitegemee kisomo chetu, tusitegemee mazingira yetu, tusitegemee familia tulizotoka, tumtegemee yeye peke yake. Iko hivi Una simu unataka kuwasiliana na mtu mwingine, au unataka kuingia kwenye, kwenye internet, usikilize kitu uangalie kitu, utatumia simu yako ili utategemea mtandao husika ambao wewe unao kwenye simu yako. Kwa hata kama simu yako imejaa charge, umecharge vizuri kabisa, battery full asilimia mia moja, ila network ya mtandao wako umekata, simu ina kazi, kile unachokitaka hayutakipata, unayetaka kuwasiliana naye hautaweza kuwasiliana naye kwa sababu kwa sababu mtandao umesumbua. uko ndani Umeme umeisha ndani ya nyumba yako, unataka ununue umeme kwa simu, simu ipo, hela imo kwenye simu, lakini mtandao ume umesumbua. Ukiwa uko nje ya familia, unaweza kuona kila kitu, ili asipokuepo roho wa neema, kila kitu nacho vigezo vyote unavyo lakini kiwezeshi cha kukuwezesha ufike unapofika upate unachotaka kupata uwe vile ambao unataka kuwa, hakipo cha kukuwezesha. Lakini kikiwepo, hata kama simu yako mbovu, unaweza kaenda kuwazima simu ya jirani kwa mara mia. Uwe hauna simu, lakini network iwepo, kama namba unaikumbuka ambao unataka uwasiliane naye na simu yako imezima chaji, unaweza ukaenda kwa jirani. Umeme umeisha kwako, unaenda kwa jirani unaweka. Ndio maana tunakuja jumapili kanisani, ili kama umepoa poa kiroho, haujisikii kujiunganisha, njoo kanisani mapema, ukipiga usifu na kuabudu lisaa lizima. Kuna namna tu Mungu kufanya kitu kwa mtu huwa inategemea sana maindi ya mtu ilivyo, inategemea wakati huo fikra za mtu, anawaza nini, yuko wapi, ameconnect wapi nyumbani anaweza kawakaki nyumbani. Nyumbani tu, hakikisha unakuwa mwanafamilia, na kuwa mwanafamilia ni kujiunganisha kwa, kwa njia ya kumpa Yesu maisha yako.